Kwa Tanzania timu pekee ambayo imesalia kwenye michuano ya Afrika ni timu ya Simba na timu hiyo ya Simba inatumia uwanja wa Benjamin Mkapa kwenye michezo yake, na mwanzoni mwa mwezi wa nne michezo hiyo itaanza kutimua vumbi. Sasa taarifa ya kushtua kwa timu hiyo ya Simba ni taarifa ambayo imetolewa na TFF ikisema kwamba shirikisho la mpira wa miguu Afrika yani CAF limeufungia kwa muda uwanja Benjamin Benjamini Mkapa wa Dar es Salaam kutokana na eneo la kuchezea yani pichi kuendelea kupungua ubora wake. CAF imeelekeza eneo hilo liboreshwe haraka kufikia viwango vinavyotakiwa ili kuepuka uwanja huo kufungiwa kwa muda mrefu. Mechi ya robo fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika yani CAF, Confederation, kati ya Simba na Almasri ya Misri imepangwa kuchezwa kwenye uwanja huo Aprili 9, 2025. Ili kuondoa usumbufu, shirikisho la mpira wa miguu Tanzania yani TFF limetakiwa kutuma jina la uwanja mbadala utakaotumiwa na Simba kufikia Machi 14, 2025. CAF itafanya ukaguzi wa uwanja Benjamin Mkapa Machi 20 20 ili kuona maboresho yaliyofanyika kabla ya kuamua kuruhusu utumike au kuendelea kuufungia. Mbali ya mechi hizo za kafu, uwanja wa Benjamin Mkapa umepangwa kutumika kwa ajili ya fainali za CHAN zitakazofanyika Agasti 2025. Sasa zimesalia siku mbili ili TFF waweze kutuma jina la uwanja ambao Simba watakaotumia kwenye mchezo wake wa robo fainali dhidi ya Almasri, lakini kwa upande mwingine, imesalia wiki moja ambako kafu watakuja kukagua tena uwanja wa Benjamin Mkapa ambako utakuja kukaguliwa tena Machi 20. Machi 14 TFF wanatakiwa kutuma jina la uwanja ambao Simba watatumia na Machi 20 ndo uwanja wa Benjamin Mkapa utakuja kukaguliwa. Sasa endapo uwanja wa Benjamin Mkapa utakuja kukaguliwa na hiyo Machi 20 utakuwa tayari umeruhusiwa kufunguliwa. Je, tuone ya kwamba Simba wanaweza kubadilisha gia yani, kutoka ile uwanja ambao watakuwa wameshaupendekeza wataupeleka katika TFF na TFF watawasilisha huko CAF ama watarudi katika uwanja wa Benjamin Mkapa? Lakini kumbuka mchezo wa robo fainali Simba watatakiwa kucheza bila mashabiki. Kwa upande mwingine, hii inakuwa ni kama watacheza mechi mbili wakiwa ugenini. Mechi ya kwanza watacheza wakiwa Al Masry, lakini mechi ya pili ni sehemu ambako watapendekeza wao Simba waende wakacheze wapi. Na hiyo ndio taarifa ambayo imetufikia asubuhi ya leo kutoka TFF.